Uamuzi wa kocha mkuu wa klabu ya Liverpool, Arne Slot, kuamua kumweka nje Mohamed Salah kwenye kikosi cha klabu ya Liverpool ambacho kinasafiri kwa ajili ya kuivaa Inter Milan unaonekana kama statement, na pengine ikawa ni mchezo wa mwisho wa Mohamed Salah kabla ya kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Misri ambacho kitakwenda kushiriki AFCON. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu mara tu baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Leeds na club ya Liverpool , Mohamed Salah alifanya press conference ya wazi kabisa na vyombo vingi vya habari ambavyo vilikuwepo na amezungumza situation yake jinsi anavyojisikia ya binafsi. Ameikosoa Liverpool kuanzia kwenye uongozi kwa kutotimiza ahadi wakati anasaini mkataba mpya, amekosoa pia swala la mahusiano kati yake na kocha wa klabu ya Liverpool Arne Slot, akiamini kuna mtu ana, ana, ana, ana force aondoke ndani ya klabu hiyo, na akiamini pia Liverpool imeamua kumshushia zigo Lawama, yeye kama Mohamed Salah, kwamba timu haifanyi vizuri na mtu pekee ambaye anaonekana anaweza akasingiziwa ni yeye Salah. Sasa, mara baada ya kauli hiyo, imewachafua sana viongozi wa klabu ya Liverpool, wamekasirika na kocha pia wa klabu ya Liverpool Arne Slot anaonekana hajapendezwa na kauli hiyo, na watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na kauli ya Mohamed Salah, eh, mmoja wa watu hao ni pamoja na Wayne Rooney ambaye ameonyeshwa kukerwa sana sana sana na kile ambacho amekifanya Salah. Anaamini kwamba Salah alifanya mazuri sana kwenye klabu ya Liverpool lakini hakustahili kuzungumza maneno yale kwa sababu ni jambo la kitimu zaidi. Rooney ameenda mbali mpaka anasema ingekuwa yeye ni teammate wa Mohamed Salah asingefurahi kucheza naye kwa sababu anaonyesha ubinafsi waziwazi na ego yake. Lakini watu wengine waliotoa maoni yao ni pamoja na The Athletic ambao wamezungumza na watu tofauti tofauti wakiamini kwamba sehemu ya wachezaji wa zamani wa klabu ya Liverpool wakongwe ambao wamewahi kucheza na Mohamed Salah walikuwa naamini tu kadri siku zinavyozidi kwenda, Mohamed Salah anavyozidi kuendelea kuwekwa benchi, itafika nyakati tu ambazo ataamua kuzungumza, na finally nyakati hizo zimefika mara baada ya kuwekwa benchi kwenye michezo mitatu mfululizo. Watu tofauti tofauti, kuna wanaomunga mkono ikiwemo kina Patrice Evra uh, wakina Kuka pia. Ahmed Kuka ameandika ujumbe wake kwenda kwa Mohamed Salah akimtia moyo na vinginevyo, lakini kila mtu amekuwa na maoni yake. Sasa kocha Arne Slot ameamua kumweka nje ya timu inayosafiri kuifuata Inter Milan siku ya kesho Jumanne lakini pia mbali na kuamua kumweka nje, kocha Arne Slot eh, hatma ya Mohamed Salah ndani ya kosti ya klabu ya Liverpool mpaka sasa bado haifahamiki. Viongozi wa klabu ya Liverpool wanatarajia kukaa kwa ajili ya kujadili hatma yake, wakati huu ambao of course hajafanya vizuri toka Liverpool imeanza msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita. Mohamed Salah hajana kiwango kizuri kwao, mpaka sasa haijafahamika hatma yake.